Hii ni K-News. Habari. Tupoke Mwakilembe, mkazi wa kijiji cha Kipapa, kata ya Lufilyo, Halmashauri ya Busokelo, wilaya ya Rungwe, anahitaji msaada wa haraka wa matibabu baada ya kuugua ugonjwa wa ini kwa zaidi ya miaka minne. Kwa sasa hali ya Tupoke imekuwa ya kusikitisha zaidi, hasa ukizingatia kuwa hivi karibuni ametoka kujifungua na ana mtoto wa miezi sita. Ugonjwa huo umemwathiri kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba hana uwezo wa kujihudumia ipasavyo yeye mwenyewe wala mtoto wake. Ampa msaada. Nimesumbuliwa na ugonjwa. Ugonjwa gani? Wa kuzimba tu. Ulienda hospitalini? Ndiyo. Walisemaje? Walisema ini na kusumbua.

Ndo wa sita. Ana muda gani? Ana miezi sita. Unamnyonyeshaje sasa? Mm. Kwa kitu kikubwa kitu, kitu, kitu gani hasa mnataka watu wasaidie kitu gani? nipone ugonjwa. Familia ya Tupoke pamoja na jamii inayomzunguka imejitahidi kwa kila hali kumsaidia kupata matibabu, lakini kutokana na ugumu wa maisha na gharama kubwa za matibabu, juhudi hizo zimekuwa na changamoto nyingi. Wananchi na wadau mbalimbali wanaombwa kujitokeza na kusaidia kwa hali na mali ili kuweza kuokoa maisha ya mama huyo ambaye bado ana jukumu kubwa la kulea mwanae mchanga. Msaada unaweza kuwa wa kifedha kwa ajili ya matibabu na mahitaji ya msingi kwa ajili ya mtoto au hata usaidizi wa kitaalamu kutoka kwa wahudumu wa afya.

Barua na tirenga na uwezo eh, madaktari wananiambia tukupe barua uende naye Mbea, lakini nikasema mimi sina uwezo mhm. E, sosia uwezouadktusa oduuanakitmnmaminbasi mm. Baada ya sisi tumeshinda kumpeleka Mbea wakatoa hospitalini, waka tukamleta nyumbani hapa kijijini Busokelo.

doru junenempapi nguwasuma munduule mm. zimwagilwe mimi ndo mzazi wa huyu si tumeshindwa, ndombeni, wadau mtusaidie. mm. Eh, mtoto wetu ndo huyu hapo anaumwa kama unavyoona, ndo wakala e, ino mwana nteta kwa miezi sita. Lakini pia ndugu wadau, eh, mgonjwa huyu ana mtoto uh, wa miezi sita kwa hiyo saizi ameacha kunyonya kwa sababu na kutokana mama yake kuumwa. Kwa hiyo tunaomba msaada mtusaidie. mm. une nga mjangu Benson Enoki Mwakilembe, yeah, ben o. Eh, jina langu naitwa Benson Enoki Mwakilembe, ni mkazi wa kijiji cha Kipapa. hmm. mwanangu Tupoke. Eh, yeah, naomba msaada kwa mtoto wangu Tupoke kwa nae hiyo. Mm, nimesumbuliwa sana nimesumbuka naye sana, nimeenda hospitali eh, ya wilaya ya Kiera wanitibie, eh, mm, wamemtibu lakini imeshindikana kumtibu eh, nika eh, watu wengine wakanishauri nizunguka naye kwa waganga nizum, nizum, kienyeji nimezungukana naye lakini bado nimeshindikana msaada. Kwa hiyo nimeshindwa, sielewe niende wapi. Kwa hiyo niko mbele yenu kuomba msaada, watu. msaada unahitaji hasa kitu gani? Mbele, msaada aina yoyote, hata kumpeleka hospitali nimeshindwa kumpeleka kwano mbele mnisaidie. Kwa yeyote mwenye nia ya kusaidia au kutaka kupata taarifa zaidi, unaweza kuwasiliana kupitia namba za simu ifuatayo: 0759244864, 0759244864, jina litakuja Benson Mwakilembe. Mimi ni Rose Patrick kutoka K24 habari. Hii ni